Ikiwa leo ni Mei 4 ya mwaka wa 2025, siku ya Jumapili, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la sita, kuelewa kafara. Leo tunaenda kuiangazia mada ndogo isemayo kafara zisizo na maana. Wakati fulani, kutofautisha mawazo mawili kunaweza kuelimisha sana. Tunaweza kujifunza mengi kuhusu asili ya kafara kwa mtazamo wa kibiblia tangu pale Mungu alipokataa kafara za watu wake, linganisha Isaya sura ile ya kwanza aya ya pili hadi 15 na Isaya 56 aya ya sita na ya saba na Zaburi ile 51 aya 17. Ni masomo gani muhimu kuhusu kafara yanafundishwa hapa? Tukio hili la kutisha katika historia ya Israeli halikuwa mara ya kwanza kwa Mungu kukataa kafara kitu kama hicho kilitokea karibu na mwanzo wa historia ya wokovu, wakati dhabihu ya Habili ilipokubaliwa na kutambuliwa na Mungu na ya Kaini haikukubaliwa. Kisa hicho cha awali kinatupa fursa nyingine ya kutofautisha kafara zinazokubalika na zisizokubalika. Tazama Mwanzo sura ya 4, aya 3 hadi ya 7, na Waebrania sura ya 11, aya 4. Katika siku za Isaya Israeli walifanya kwa namna isiyo ya dhati, wakitimiza matakwa ya kidini kwa akili, wakijaribu tu kumpendeza Mungu huku wakiishi wapendavyo. Kafara zao zilijikita katika ubinafsi, kama ilivyokuwa kwa Kaini, na si katika mtazamo wa kujisalimisha na utii kwa Mungu. Ni roho ile ile iliyohuisha falme za ulimwengu huu, roho ya kujitosheleza nafsi. Kaini angeishi apendavyo na kumfanyia tu Mungu kaida kwa namna yake mwenyewe. Mtu anaweza tu kudhani kwamba alimwona Mungu kama usumbufu, kizuizi cha kuweka njia yake mwenyewe, lakini alimwogopa kiasi cha kufanya tu kwa namna isiyo ya dhati. Habil, hata hivyo, alitoa kafara ambayo Mungu aliitaka kafara iliyodhihirisha ahadi ambayo Mungu aliitoa ya Masihi ajaye, Mwanzo sura ya tatu ya 15. Mwana kondoo alielekeza mbele katika tendo la wokovu la Kristo pale Kalvari. Habili alitambua kikamilifu kanuni kuu za ukombozi, alijiona kuwa mwenye dhambi na aliona dhambi na adhabu yake, kifo, vikisimama kati ya nafsi yake na ushirika wake pamoja na Mungu. Alileta mnyama wa kuchinjwa, uhai uliotolewa kafara, hivyo hukubali madai ya sheria ilivyokuwa imevunjwa kupitia damu iliyomwagwa. Aliitazamia kafara ambayo ingekuja katika siku zijazo, Kristo akifa katika msalaba wa Kalvari, na huku akiitumainia upatanisho ambao ungefanyika hapo, alikuwa na ushahidi kwamba alikuwa mwenye haki